Pendwa taifa la Mungu karibuni, tutafakari neno la Mungu siku hii ya Alhamis, somo la injili lilivyoandikwa na Luka sura ya 12, aya ya 49 hadi 53. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, nimekuja kutupa moto duniani, na ikiwa umekwisha washwa, ni nini nitakalo zaidi? Lakini nina ubatizo unipasao kubatizwa nami na nina dhiki kama nini hata utimizwe! Je, mwadhani ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani? Nawaambia, la, sivyo, bali mafarakano. Kwa kuwa tokea sasa katika jumba moja watakuwamo watu watano wamefarakana, watatu kwa wawili, wawili kwa watatu. Watafarakana baba na mwanawe na mwana na babaye Mama na binti yake, na binti na mamaye, mkwe mtu na mkwewe, mkwe na mkwe mtu. Neno la Bwana. Wapendwa katika somo la injili tuliyoisikia hivi punde, Kristo anatueleza kuwa amekuja kutupa moto duniani. Maneno haya ya Yesu kwa haraka haraka yanaogopesha tunapoyasikia, lakini kikubwa katika somo la injili hii ya leo, Kristo anatueleza kwanza juu ya mateso yake mwenyewe ambayo yatamkabili hapo baadaye pia mateso ya wale wanaomfuata yaani wafuasi wake, mateso ambayo alipenda waishi ili hali wakitambua na kutarajia kuyapata. Katika injili ya Matayo sura ya tatu aya kumi na moja Yohane Mbatizaji anaeleza kwamba yeye Yohane Mbatizaji anabatiza kwa maji, bali yeye ajaye nyuma yake yaani Kristo atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Hii inatupeleka kutafakari siku ile ya Pentekoste, pale ambapo ndimi kama za moto zilipowakalia juu yao na wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Tunayasoma haya katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili aya ya tatu hadi ya nne. Wapendwa, Kristo anazungumzia wa moto wa mateso ambao yeye mwenyewe hana budi kuyapitia mateso hayo, kusudi aukomboe ulimwengu. Kristo aliona mateso atakayoyapitia na alitambua umuhimu wa mateso, ndiyo maana anasema, nina ubatizo unipasao kubatizwa. Tunasoma haya katika Injili ya Luka sura ya 12 aya ya 50. Ni ubatizo wa mateso. Ubatizo ni sakramenti ya kumwingiza mtu kwenye Ukristo, hivyo ni sakramenti yenye ibada iliyo takatifu. Katika mateso ya Kristo tunaona utukufu kwa kifo na ufufuko wake, yaani katika mateso ya Kristo kuna ushindi. Wapendwa, Kristo anatuambia nasi leo kwamba yatupasa kubeba ugumu ambao tunakutana nao katika maisha. Kristo anatueleza kwamba kwa kuihubiri Injili kutatokea mafarakano badala ya amani, mafarakano ambayo yatagusa hata maisha ya familia. Kwa hiyo tunaona matokeo ya kuhubiri Injili kwamba si tu ya mafanikio chanya, bali hata ya kuleta kufarakana na kutengana. Wapendwa, katika maisha yetu mafarakano yatokanayo na Injili ya Kristo yako Utakuta katika familia au jumuiya, yule ambaye anaishuhudia imani yake kwa matendo ndiye atakayepigwa vijembe na kusemwa. Wale wanaojitoa kwa ajili ya shughuli za uenezaji wa injili ndiyo wanaopigwa vita, hivyo utakuta kwenye familia hakuna amani, kwenye jumuiya hakuna amani. Wapendwa, Kristo leo anatuangalisha kwamba katika kumfuasa mateso yapo mapingamizi yapo kukataliwa kupo, lakini baada ya hayo tutapata ushindi na tuzo endapo tutastahimili yote, tukiweka tumaini letu kwake na kushuhudia imani yetu ya Kikristo kiaminifu. Mtume Paulo alipoongoka alipata pingamizi kutoka kwa wale ambao alikuwa nao katika ile dini ya Kiyahudi, akiwatesa Wakristo. Tuombe neema ya Mwenyezi Mungu, nasi tunapoishuhudia imani yetu tunaweza tukakumbana na mafarakano kama hayo. Tuombe neema hiyo iweze kutusaidia ili basi tuweze kuwa Wakristo ambao tunaishuhudia imani yetu kwa matendo yetu. Tumsifu Yesu Kristo.